<tie> Yaani, hey. Yambai ineleta joto mwilini, halafu utama mwanaume ni joto piga kidogo keshima Basi tuliza mapepe basi, na mtuliza mapepe kwanza. Mimi binafsi ni kupongezi, nina pongezi kubwa tu kwa kuifanya kazi ambayo mimi miishini nimeamua kuifanya, baada ya kuifanya <coughs> Jambo sio unajua, sio jambo la siri usilie, usilie, usio na wasiwasi ya mchozi hapo utanizingua azaba sitakugezea watu, sina swaswasi nyingi. Ni moja ya majukumu yako kwenye kugawa huduma kwa wanaume, kwa hiyo ukulizika na ndima yako. Mungu nimpewe kwa usambaze huduma kwa watu wengine, ongeleni sana ila

Mwanamke wako kasau chupi yake, kwa hiyo naita mwana ndani